Genzi Mkuu wa Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF Dr. Irene Isaka amemweleza mwandishi wetu Joyce Mwakalinga kuwa wamejipanga vyema katika utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote na namna watakavyoanza kwa makundi maalum. Mfuko una majukumu manne ya msingi: kusajili wanachama na waajiri, kukusanya michango, kulipa madai na kuwekeza ziada ya kulipa yale madai. Majukumu mengine madogo madogo ni kwa pamoja na kutoa elimu na kufanya tathmini ya uhai wa mfuko. Kumekuwa na mijadala kuhusiana na hali mbaya ya mfuko, ukweli ni upi katika hili na hali ikoje kwa ujumla? Kwa kweli zamani kuwa na uvumi kama huu, ni kweli hali haikuwa nzuri ya mfuko, lakini mpaka tunafunga mahesabu ya mwaka 2025 Juni, mfuko una hali nzuri kwa sasa mwanzoni uhimilivu ulikuwa ni kwa miezi saba tu, lakini sasa hivi tuna uhimilivu wa mwaka na miezi sita. Lakini vile vile tulikuwa na nakisi ya zaidi ya bilioni mia moja na kumi na mbili na sasa tuna ziada ya bilioni mia mbili ishirini na tano. Kwa hivyo tumeweza kulipa madai kwa wakati kutoka siku mia moja na ishirini, sasa tunalipa kwa wastani wa siku hamsini na tano. Kwa mujibu wa sheria tunatakiwa kulipa kwa siku uh, sitini. Mfuko umejipanga kiasi gani katika utekelezaji wa bima ya afya kwa wote? Kama Mheshimiwa Rais alivyosema uh, kwenye hotuba yake bungeni siku mia moja bima afya kwa wote. Uh, mfuko umeshafanya mambo mengi tayari. Mifumo yetu uh, inasomana na mifumo mbalimbali ya serikali. Uh, Tamisemi, wizara ya afya, wizara ya fedha, lakini vile vile tumeanza kushirikiana na TASAF na Tamisemi kwa ajili ya utambuzi wa kaya maskini ambazo zitapata huduma mbalimbali mbali, na vile vile serikali imeshatenga fungu kwa ajili ya zile kaya ambazo haziwezi kuchangia. Lakini vile vile kwa wale ambao wana uwezo wa kuchangia, waliokuwa sekta isiyokuwa rasmi, na wenyewe tumeshaweka mfumo wa namna ambavyo wanaweza wakachangia na kupata bima ya afya kwa wote. Ni kwa namna gani fedha za bima ya afya zitalindwa ili zisitumike na mambo mengine na hatimaye kuumbishwa kwa mfuko? Sisi tuna bodi ya wakurugenzi ambayo ndio wasimamizi wa mfuko, lakini pia tuna wasimamizi wengi Uh, mkaguzi mkuu wa serikali, tuna TIRA, nafikiri mnafahamu. Tuna benki kuu ya Tanzania ambayo inaangalia uwekezaji wetu. Tuna uh, msajili wa hazina treasury registrar, na kamati ya bunge ambayo pia na yenyewe inasimamia maswala ya afya, lakini vilevile vile kwa fungu la kaya zisizokuwa na uwezo tumefungulia akaunti yake tofauti kabisa ambayo itapokea michango hiyo kutoka serikalini na michango hiyo pia itakuwa inakaguliwa na mkaguzi mkuu wa serikali. Ni maboresho gani ambayo yameshafanywa hivi sasa hususani kuhakikisha kwamba wanachama wanapata huduma inayostahiki? La kwanza ni maboresho kwenye mifumo ambayo mifumo yetu imeboreshwa sasa inaweza ikahimili namna gani ya kulipa ma, mafao lakini namna gani ya kusajili? Unaweza ukajisajili mwenyewe lakini unaweza pia ukajisajili kwenye mifuko yetu tumechakata madai kwa kutumia mifumo ya ndani na hata vituo vinaleta madai kwa online submission, lakini vile vile me, mifumo yetu imeweza kusomana kama hapo awali nilivyosema, imesomana na mifumo mbalimbali mbali ya serikali ili kurahisisha malipo. Pili, tumeweza kujenga uwezo sasa kwa staff wetu ili kuweza kufanya kazi uh, ya bima ya afya kwa wote lakini tumefungua vituo vidogo vidogo kumi katika mikoa ambayo tunajua maeneo ambayo yana uh, uchumi mkubwa lakini hayakuwa na ofisi zetu. Ni kwa namna gani mfuko umejipanga kuzuia vitendo vya udanganyifu kwa wanachama? Tayari tumeshavifungia vituo 33 kwa udanganyifu, tumechukulia hatua stafu 17 lakini watoa huduma zaidi ya 39 tumewaripoti kwenye mabaraza yao wale ambao wamehusika na vitendo vya udanganyifu, na zaidi ya kadi 14000 za wanachama waliofoji ambao wamefanya udanganyifu na zenyewe zimefungiwa, na tunashirikiana sana na PCCB kwenye swala hili ili kuhakikisha kwamba hakutakuwa na udanganyifu <mucho>